Wafanyakazi wastaafu wa shirika la utangazaji la Kenya KBC ambao bado hawajapokea malipo yao ya kustaafu watakuwa wamepokea fedha hizo ama watapokea pesa hizo kufikia tarehe mosi mwezi Mei mwaka ujao. Mwenyekiti wa mpango wa malipo ya kustaafu kwenye shirika la KBC, Martin King'asia aliyasema hayo wakati wa kikao cha uhamasisho na wanachama wa mpango huo katika Kaunti ya Kisumu. Wycliffe Oketch na taarifa kamili. Shirika la utangazaji la Kenya KBC linadaiwa kiasi cha shilingi bilioni 3.27 na wafanyikazi wake waliostaafu. Hata hivyo, bodi ya shirika la KBC inadhamiria kusuluhisha hali hiyo kwa kukabidhi baadhi ya vipande vyake vya ardhi kwa hazina ya malipo ya uzeni ya KBC ili viuzwe na fedha hizo zitumike kuwalipa wafanyikazi waliostaafu.

of the intervention of um, Dr. William Samoei Ruto's government they they have come in and um, they are helping us uh, to unlock the impasse. Uh, King'asia pia amewahakikishia wanachama hao kuwa hazina hiyo iko thabiti, akiongeza kuwa kesi zilizoko mahakamani zitatatuliwa hivi karibuni. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kisumu mimi ni Wycliffe Oketch.